Na uamuzi wa Mahakama ya Juu uliotangaza kutupilia mbali kwa uteuzi wa Rais William Ruto wa wanachama wa kamati ya kitaifa ya mabadiliko ya tabia nchi kuwa kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Kulingana na uamuzi huo, mahakama iligundua kuwa uteuzi huo ulipuuza michakato ya kisheria, ulikosa ushirikishi wa umma na kudhoofisha ushirikiano wa wadau mbalimbali katika Baraza la Kitaifa la mabadiliko ya tabia nchi kama ilivyokusudiwa chini ya sheria ya mabadiliko ya tabia nchi mwaka 2016. Uh, tunashukuru na tuko hapa leo kusherehekea na kusema asanti eh, kwa koti ya Kenya kutupa nafasi ya uongozi mzuri na mwema na, na ile tunaitisha na tunahitaji katika Climate Change Council, katika council ambayo inakaa kuongea maneno ya kuhusu mazingira na, na, na, na yale yanatu affect katika mazingira. Naomba kuendelea mbele uh, wafanye public participation, watuhusishe sote katika the selection of the council, na pia uh, tuhusishwe from the beginning to the end of the process, ndio pia sisi tukuwe na maoni yetu ambayo na watu ambao tungependa wakuwe katika ile council.